karibu sana mchakato wa mambo ya kisiasa nchini unazidi kunoga ndani ya chama cha mapinduzi ccm kwenyewe ule mchakato wa uchukuaji wa fomu kwa watia nia wa nafasi za udiwani uwakilishi na ubunge umesogezwa mbele awali ilibidi ufanyike mei mosi mpaka mei 15 lakini kwa ratiba mpya ambayo imetolewa usiku wa jana naonyesha kwamba katibu mkuu wa chama hicho Dkt. Emmanuel Nchimbi akisaini taarifa hiyo. Sasa uamuzi wa uchukuaji wa, wa fomu utaanza Juni 28 mpaka Julai pili. Kwa tafsiri nyingine, ni kwamba shughuli hiyo itafanyika wakati ambako bunge litakuwa limeshavunjwa, kwani tarehe 27 ndipo rais atahutubia kwa mara ya mwisho bunge na kumaliza Uh, mkutano huo wa bajeti pia na bunge lenyewe la kumi na mbili. Wengi wameona kuna aweni katika eneo hilo, wakati mambo akiwa wa hivyo ndani ya uh, chama cha Mapinduzi. Upande wa ACT Wazalendo kule Zanzibar mambo anazidi kunoga. Mwenyekiti wa, wa chama hicho Othman Masudi Othman amerejesha fomu ya kuwania urais kwa upande wa Zanzibar kukiwakilisha chama hicho lakini katikati ya mambo ambayo yanaendelea, wenyewe leo wametoa tamko la kusema kwamba hawatosusia uchaguzi, wataendelea kwenye uchaguzi katika nafasi zote, na wanasema hiyo ndio ishara ya wao kuendelea kupigania demokrasia. Hayo ndio ambayo takayojadili kwa umoja wake, mambo ambayo yanaendelea kwenye fukuto la kisiasa katika mwaka wenyewe ambao pia ni wa uchaguzi mkuu. Mi naitwa Nordine Selemani ndiye ambaye ninakualika hapa studio, tunaye Saidi Msonga, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana Msonga. Asante na shukuru. kwema, kwema kabisa. mambo yanakwenda. salama salimieni. buheri. ama kwa hakika. <laughs> tuanzie hapa. Sisi walisha kuja na tarehe yao ya awali ambao alikuwa anatoa nafasi kwa siku kumi na tano kwa wanachama wake eh, kwenda kuchukua fomu kujaza na kuzirejesha lakini baada ya kuwepo fukuto la ndani kwa ndani eh, jana mara baada ya waziri mkuu kuhitimisha eh, bajeti yake na kupitishwa na bunge, party caucus ikaketi, wale wabunge wa Chama cha Mapinduzi wakawa na kikao chao cha kujadili, kwa sababu wengi waliamini kwamba ingevuruga utaratibu wa eh, mkutano wa bajeti, na sasa imekwenda mpaka Julai Juni 28 mpaka Julai pili siku tano tu kuja kwanza kwa tarehe hii mpya na siku hizo tano unahisi kwamba hali itakuwaje ya mambo? Aa, kwa kweli kitu ambacho nakiona pengine kimekisukuma chama cha mapinduzi ni kujaribu kutuliza hali ya mambo, hasa katika bunge hili la bajeti linaloendelea hivi sasa, kwa sababu siku kumi na tano za awali zilizokuwa zimetolewa kuanzia tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe kumi na tano ni kipindi ambacho mijadala ya bunge la bajeti ilikuwa inaendelea na ni muda ambao sasa ungewahitajia wabunge eh, ambao wamo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania waweze kuacha majukumu hayo walionayo kwa sasa ya kujadili bajeti na kuweza ikiwezekana pengine kurejea ndani ya majimbo yao kwa ajili ya kwenda kutafuta aa, ama kufuata ule utaratibu wa kichama ambao unawataka waweze kuchukua na kurejesha hizo fomu kwa ajili ya kuomba kuwania hizo nafasi, na kama tunavyofahamu kwamba uh, siasa na hasa kwa waheshimiwa wabunge ni sehemu ya ajira zao mm. Kwa hivyo kila mmoja, hakuna mbunge hata mmoja pale bungeni ukimuuliza, atakwambia kwamba bwana, mimi sitaki tena baada. Huwa inatokea wa wachache wale wenye umri mkubwa, wameshahudumu kwa muda mrefu mm. Lakini walio wengi wangependa kuona kwamba wanaendelea na ajira ile. Sasa kwa ma mazingira kama hayo ni kwamba Uh, pengine ingeleta mh, hali ya sintofahamu hasa kwa, kwa vikao vya bunge la bajeti vinavyoendelea. Miili ya wabunge ingeweza kubaki bungeni, lakini nafsi zao zingekuwa nje ya bunge. Sasa na mazingira kama hayo, kwa kweli yangeathiri kidogo ufanisi wa, wa mijadala ndani ya bunge lenyewe, lakini pia ingeweza hata kupelekea akidi ikatetereka, kwa baadhi ya wabunge kutokuonekana kwa wakati mwafaka. Kwao nadhani kama ambavyo umetanguliza ume, ume katika maelezo yako ya, ya, ya awali kwamba party caucus ya, ya, ya wabunge wa Chama Cha Mapinduzi ilikutana na wakajadiliana, na wamewasilisha kwa chama chao na chama kimepokea f... uwasilishaji wao na kikaona kwamba pengine busara itumike kuweza kuhakikisha kwamba bunge linakamilisha shughuli zake, na baada ya Mheshimiwa Rais kutoa hotuba yake ya mwisho kabisa ya kulivunja bunge ndipo ambapo sasa majambo haya yaweze kuingia katika mkondo wake, lakini pia zimepunguzwa siku mm, kutoka zile 15 za awali, mpaka kubaki siku tano. Maanake nadhani hii pia ni ofa kwa ajili ya wabunge tu, kwa maana ya kwamba watu wengine ambao wako nje ya bunge ambao wangeweza kuzitumia zile siku kumi na tano, kwa kuwa wao wana nafasi ya kuendelea kujipanga na kujizatiti, maanake kwamba watakuwa tayari wameshakuwa mguu sawa, kwamba wakati kipenga kitakapopulizwa tu basi wao wanaweza wakaenda wakakamilisha taratibu za chama. Lakini kwa wabunge itawalazimu wasubiri bunge livunjwe, na siku moja baadaye ndio hizi siku tano waweze kuzitumia katika kuhakikisha kwamba na wao pia wanakamilisha zile taratibu kwa wale ambao watakuwa na utayari wa kutaka kuomba tena ridhaa ya chama chao, lakini ridhaa ya wananchi kuweza kurejea tena katika bunge lijalo mm. Kwa nini mchakato huu wenyewe wa kutaka e, hizi nafasi kuchukua fomu na kurejeshwa ndani ya chama cha Mapinduzi inaonekana ni wenye thamani kubwa sana, na hata ilivyotangazwa ghafla watu walionekana kuhamaki kweli kweli? Uh, kwa kweli Chama Cha Mapinduzi ndio chama ambacho kiko madarakani kwa sasa na watu wengi wameweka matumaini yao kwamba pengine eh, hasa kwa wale ambao wanapenda siasa hmm. na hasahasa -hasa wanachama na wapenzi wa Chama Cha Mapinduzi chenyewe wanaamini kwamba hizi huwa ni fursa muhimu sana kwa wale ambao wana malengo ya kisiasa kuweza kuwania hizi nafasi, kwa sababu unapokuwa mbunge ni kwamba umefungua, ume mlango, umeingia katika nyumba na ukishaingia katika nyumba manake, kuna milango mingine ambayo unakutana nayo ndani ya nyumba. Kwa hivyo, wengi wanaangalia kwamba hizi kama ni sehemu za fursa ambazo wanaweza wakazipata za kuhudumia wananchi, lakini pia fursa za kuweza kutengeneza uh, wasifu wao na kuboresha zaidi ni kwa namna gani ambavyo watakavyo aminiwa na chama chao na kupewa nafasi zingine za ziada ikiwemo labda za kiuongozi ndani ya, ya majukumu ya kibunge mm -hmm. Lakini pia hata katika nafasi zingine za udiwani. Kwa hiyo kutangazwa kwa nafasi hizi kumekuwa kume, kume na gumzo, kwa sababu eh, utakumbuka hata katika uchaguzi uliopita eh, wa mwaka elfu mbili na ishirini maelfu kwa maelfu ya Watanzania walijitokeza kuwa, kuomba nafasi katika Chama cha Mapinduzi. Hii ilikuwa inathibitisha kwamba imani ya watu wengi ipo bado imejiegemeza kuamini kwa, kwamba kupitia chama tawala ni fursa nzuri ya kuweza kupata nafasi za uongozi kwao. Kwa msingi huo basi wanaona kwamba Uh, zinapotangazwa nafasi kama hizi hasa katika nyakati kama hizi watu wengi, unaweza ukaona walio ndani ya Chama cha Mapinduzi na hata walio nje ya Chama cha Mapinduzi wanaziangalia kwa macho ma, mawili na kwa umakini wa hali ya juu kuona ni kina nani watakao Amua kunyanyuka na kwenda kuwania nafasi hizo, kwa maana ya kwamba watakuwa chama tawala, lakini pia kwa vyama vingine ambavyo vitakuwa vinashindana na chama tawala, manake pia vitakuwa vinaangalia ni watu gani ambao wanaingia katika timu pinzani ambao tutakwenda kuchuana nayo kwenye majukwaa ya kisiasa. Kwa hiyo inawapa pia nafasi vyama vingine vya siasa kuweza kuwatathmini aina ya wagombea ambao watakwenda kukabiliana nao baada ya kipenga cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kitakapopulizwa hapo baadaye. Um, wakati sio mrefu sana tutaungana pia na mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa hapa nchini eh, Juma Ali Khatib ambaye yupo eh, <coughs> kule Zanzibar kabla tujaenda kwake. Uh, hii sasa mozori, tare, kwa sababu mwanzoni, baada ya kutangazwa ile tarehe, wengi walihisi kwamba eh, wale ambao labda wapo upinzani, wapo ndani ya bunge wasingeweza kumudu Uh, kwenda labda kama walikuwa wanahitaji kwenda ndani ya Chama cha Mapinduzi, CCM, lakini leo tumeona mwenye ki, e kiongozi wa mstaafu wa ICT anasema kwamba msibanwe huko, kama mnaona kwamba mmeshikiliwa, msivunje madirisha, tokeni taratibu, mje huku, wengine tuendelee nayo yeah. Je, CCM na enyewe imezingatia hilo? muktadha wa hali ya mambo unavyoona na ufuatiliaji wa mambo yeah, nadhani unaweza sasa ukaona jinsi gani mchezo wenyewe wa siasa ambavyo na joto lake linavyozidi ku, ku, ku, kukua kila uchao, kwa sababu kauli iliyotolewa na kiongozi wa zamani wa chama cha ACT Wazalendo, kiongozi mstaafu wa, wa, wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe mm-hmm, eh, kwamba watu wasivunje madirisha wa, wafungue milango na waweze kutoka kutafuta fursa pengine ni ni, ni kielelezo kwamba uh, joto lile haliko tu ndani ya chama cha Mapinduzi, lakini pia hata ndani ya vyama vingine vya siasa ambavyo vinakusudia kuingia na kushiriki katika uchaguzi huu pia vinapanda, na ndio maana unaweza ukaona kwamba hata vyama vingine na vyenyewe vinajaribu kuangalia kwamba watu ambao tayari wameshapata umashuhuri pengine na wamesha kuwa na na umaarufu katika siasa za Tanzania waliomo ndani ya Chama cha Mapinduzi kama pengine wataona kwamba wanayo nafasi sasa ya kuweza kubadilisha vyama vyao kwa sababu ni haki ya kikatiba na kisheria kwa mtu yoyote yule kuamua kuwania nafasi za uongozi hasa kama hizi za ubunge ama pengine na udiwani, e, ujumbe wa Baraza la Wawakilishi ama pengine e, na nafasi zingine za uwakilishi kwa upande wa visiwa vya Zanzibar kwa kutumia chama chochote cha kisiasa ili mradi tu hicho chama kiwe kimepata usajili wa kudumu ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa msingi huo ndio maana unauza karibisho hilo la kiongozi wa zamani wa ACT Wazalendo ni kama limetia chachu hivi. Lakini kwa, kwa, kwa maana nyingine ni kwamba maamuzi haya ya kubadilisha ni, ni kweli yamewapa nafuu eh, watu kufanya maamuzi kwa sababu pengine eh, kwa namna ilivyokuwa imetolewa awali mm. eh, wengine wangelazimika pengine ku, kama kuna mtu ambaye labda pengine hata baadhi ya wabunge wachache wa vyama vya upinzani waliopo katika bunge hili ambao inawezekana na wenyewe kwa kukaa kwao pale bungeni labda wana nia ya kuhamia Chama Cha Mapinduzi eh, wangeweza kuwa katika wakati mgumu, kwa sababu wangelazimika kufanya hivi wakati bado hawajamaliza majukumu yao ya ubunge. Kwa hiyo kwa namna hii ilivyotokea, hata Chama Cha Mapinduzi ni kama vile na chenyewe kimesema, kime kile alichokisema zitokabwe, lakini katika lugha tofauti kwa maana ya kwamba sasa chenyewe kimefanya kwa vitendo kwa kuisogeza mbele ratiba yake ili kuwapa fursa kama kuna wabunge wa upinzani wachache ambao wamo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakamilishe majukumu yao na waweze kupata haki yao ya kikatiba ya kuweza kama wataamua ya kuhama katika chama. Na vivyo hivyo vyama vya upinzani vinasubiri wabunge kutoka Chama Cha Mapinduzi ambao wanaona kwamba ndani ya majimbo yao pengine hali ni ni, ni ya moto na pengine mm, wanaweza wasipate fursa kama ambavyo tumeona kwenye habari tafiti, karibu zaidi ya asilimia hamsini ya wabunge mm, wengi huwa hawawezi kurudia katika nafasi zao. Sasa sababu huwa ni nyingi, zingine ikiwemo ni kukataliwa ndani ya vyama vyao. Kwa kama mtu tayari ameshajitathmini, mm, akaona kwamba uwezekano wa mimi kupenya nikiwa ndani ya chama hichi ni mkubwa, ndio maana unaona vyama vya upinzani pia na vyenyewe vinafungua milango kwa ajili ya kuwapokea watu kama hao ili waweze kuendeleza gurudumu la siasa na utumishi kwa wananchi. Acha tuvuke maji kwanza, tuende Zanzibar kwake Juma al-Khatibu. Uh, karibu sana uh, mwenyekiti wa baraza la uh, vyama vya siasa hapa nchini katika mjadala wetu, na umetukuta katika eneo ambalo tulikuwa tunaangalia uh, kauli ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Uh, chama cha ACT Wazalendo kukaribisha wale watu wengine ambao wanaamini huko waliko kuwepo fukuto ni kubwa, wanaambia kwamba msivunje mkaharibu mambo nyie, tokeni njoeni sehemu ambayo uh, tunaweza mkagombea mkapewa nafasi mkaendelea. Kwa ufuatiliaji wako wa mambo ukiwa mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa nyakati hizi ambazo joto limezidi kuwa kali kweli kweli la kisiasa hasa katika vyama uh, vya CCM ambao wameamua kusogeza mbele tarehe ya uchukuaji wa fomu uh, lakini kule Chadema ambao no reforms, no election, kuna watu wanaona kwamba uh, wanabanwa na wanataka kuhakikisha uh, kwamba wanaingia kwenye uchaguzi na ACT ikikaribisha wengine, akisema kwamba lazima ipiganie demokrasia kwenye uchaguzi, ndivyo ambao mapambano amba amba yanakwenda. Kauli yako ni nini kwenye haya mambo yote mjumuiko ambao anatokea nyakati hizi, sikusikii vizuri, sikusikii vizuri mm. Eh, pale mwanzo ulikuwa nakusikia, lakini hapa karibu umekatika. Katika hebu niulize kwa ufupi swala lako, kulingana na mambo ambayo yanaendelea ndani ya CCM kuongeza muda wake wa kuchukua fomu, uh, msimamo wa Chadema wa no reforms, no election, lakini uamuzi wa ambao wametangazwa leo wa ACT Wazalendo wa kusema kwamba wenyewe watashiriki uchaguzi kwa sababu ndivyo ambavyo wataenda kuipigania demokrasia. Ukiwa mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa, neno lako nini kwenye fukuto hili ambayo linaendelea? Uh, sikusikii vizuri kwa sababu ya mtandao, lakini mi niseme tu kwamba sisi uh, vyama si, si, vya siasa ni vizuri tukafata katiba kwanza, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi wa kubadilisha viongozi kwa hivyo, lakini pia tuna sheria zetu za katiba zetu za vyama pamoja na sheria ya msajili wa vyama vya siasa uh, mimi nataka kuwapongeza wale ambao wametiania ya kushiriki uchaguzi huu na wale ambao wameshajitangaza kwamba tayari watagombea urais kuanzia Chama cha Mapinduzi na baadhi ya vyama vingine kwa hivyo tujue tu kwamba haya ni matakwa ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa, wa, wa Tanzania. Lakini pia tuwapongeze Chama cha Mapinduzi kwa sababu, wangekuwa ni viongozi madikteta, wangekubali wao kwamba uchaguzi usifanyike ili wapate tena kuongoza zaidi na zaidi, lakini wao wanasimamia katiba na sisi tusimamia katiba vile vile. Ah, hapa kuna tatizo la, la mawasiliano. Sijui ulinuza swala gani, na mimi kama ninavyosema ni sawa lakini mm, mimi nataka kusema tu kwamba ni vyema vyama vya siasa tukakubaliana, e, tukaingia kwenye uchaguzi, lakini tukaondoa zile siasa za jazba na zile siasa za kibabe na zile siasa ambazo kwa ma, manake kiongozi wa chama cha siasa unatakiwa kwanza uwe na busara, uwe na hekima. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuja na maridhiano, amekuja na fora amekuwa mstari wa mbele amekuwa msikivu. eh, sasa leo sisi vyama vya siasa tunakuwa wababe, haipendezi kwa kweli. Mimi nataka niwashauri ndugu zangu vyama vyote, kwa heshma kabisa, basi ni vyema tukashiriki katika uchaguzi huu na ni vyema tukafata sheria ambazo kwa sisi wenyewe tunazitunga na tunajiwekea namna ya kuwapata viongozi, namna ya kushiriki uchaguzi namna ya, ya, ya, ya, ya, ya sheria na kanuni za Tume ya Taifa, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mimi nataka niwaombe tu hawa baadhi ya vyama vya siasa, uh, tutumie lugha za staha pale ambapo kuwa tunataka kuishauri serikali au kushauri taasisi yoyote ile ya serikali. Zile siasa kiongozi mkuu wa chama akasimama hadharani akatoa siasa za vitisho na za kibabe, mimi nadhani hazina nafasi Tanzania ni nchi kubwa, ni nchi ambayo kwa tumepiga hatua katika mambo ya demokrasia. Asitokezee kiongozi wa chama chochote akajiona yuko juu ya sheria au akataka kuiharibu nchi yetu. Sisi mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi dunia inaiangalia Tanzania, na mpaka sasa hivi uh, hali ya siasa ni nzuri na ni njema, kwa sababu tumeona uko tulikotoka. Lakini sasa sisi baadhi ya vyama vya siasa, viongozi tunataka kuchafua hali ya hewa kwa kutoa misimamo iliyokuwa iliyokuwa haiwezekani, kwa sababu unajua kwamba jambo hili haliwezekani. Lakini sasa nini faida yake? hakuna faida isipokuwa ni hasara. Niwaombe wow, viongozi wenzetu wa vyama vya siasa hasa wale wanaojiona wao ni wakubwa, basi wasitumie ukubwa wao wakataka kupinda sheria, na sisi ambao wanatuona wadogo hatutokubali, na tutafumbua macho, tutapaza sauti, tuhakikishe kwamba tunafuata sheria ambazo ziko kwa msajili wa vyama vya siasa, sheria inahusu vyama vya siasa, sheria za uchaguzi, lakini asitokezee mtu sasa akatoa kauli kutaka kuzuia uchaguzi, kutaka kutoa vitisho, kutaka kuwatisha kuwa, kuwa wananchi. Me, niwaambie Watanzania wa Tanzania, uchaguzi utakuwepo tena utakuwa huru na amani wa, mm. Wajipange, waende wakachague viongozi wanaotaka kwa chama anachokitaka na sisi chama chetu cha, cha ada TADEA tunashiriki uchaguzi huu, na mimi mwenyewe pia nakwenda kuchukua fomu hivi karibuni, nitawatangazia waandishi wa habari nagombea urais wa Zanzibar na tutakuwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini mm, si vyema sasa, okay, sisi baadhi ya wanasiasa tukataka kuchafua hali ya hewa, tukataka kutoa ujumbe uliokuwa so, so, so sahihi Haipendezi kabisa, tulikuwa mm. tunalalamika miaka yote tunataka tume huru. Eh, tume imeundwa, bado hatujaridhika. Sasa tupoe nini tena? Binadamu siku zote anakuwa hatosheki kwa kile anachotaka okay. Eh, hebu turidhike. Tumekusikia vyema kabisa, Juma Ali Khatibu, mwenyekiti wa eh, baraza la vyama vya siasa akiwa kule Chake Chake Pemba. Ndomaana eh, wakati mwingine tulikuwa hatusikilizani vyema kwa sababu ya network lakini mambo yamekwenda, ameeleza kwa upana wake nini ambacho kinapaswa kufanywa na vyama hivyote vya, vya siasa ili kukidhi matakwa ya kikatiba ikiwemo kushiriki katika uchaguzi msonga. Uh, kwa sasa inaonekana kama ICT kuna turufu wanataka kuitumia nyakati hizi, inaweza ikawasaidia na kuja kuwa chama kikuu cha upinzani uh, na kutengeneza kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa sababu bunge ambayo linakuisha kukuwa na hiyo na nafasi kutokana na kuwa na kiwango cha chini cha wabunge, hivyo walikuwa hawatambuliki kama kambi rasmi ya upinzani. E, bila shaka pengine matumaini ya wanasiasa wengi, hasa hata wa vyama vya upinzani, ni kwamba pamoja na kinachoitwaga dosari za uchaguzi ambacho huwa kinatokea katika chaguzi mbalimbali mbali, lakini kuna aina fulani ya matumaini kwamba uchaguzi wa mwaka huu unaweza ukawa tofauti na uchaguzi uliopita wa mwaka elfu mbili na ishirini na kwa msingi huo ni kwamba wale ambao watajizatiti vizuri katika majimbo wakaeleza sera zao na wakajinadi waka vizuri na wakaeleweka kwa wananchi wanaweza wakawa na nafasi kubwa sana ya kuweza kutangazwa washindi baada ya zoezi la wananchi kupiga kura kwa, kwa msingi huo uh, vyama vya kisiasa vinajaribu kujipanga na hususan ni vyama vya upinzani vinajipanga. Uh, inawezekana si kwa maana ya kwamba vikishinde leo Chama Cha Mapinduzi kwa sababu bado kinaonekana kina mizizi mikubwa, lakini walau kupunguza ule wigo wa utofauti uliokuwepo sababu ukiangalia bunge linaloondoka, idadi ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi ukilinganisha na idadi ya wabunge wa vyama vya upinzani ambao walikuwemo ndani ya bunge lile, unaona kwamba ni wachache sana. Kwa hiyo wanahitaji kuongeza idadi yao hususan wabunge wa vyama vya upinzani, na kuna baadhi ya wagombea wa vyama wa, wa, wa, wa, wa, wa vya upinzani ambao walishiriki uchaguzi wa mwaka 2020 hawakufanikiwa kushinda, lakini katika mazingira ambayo wao wanaamini kwamba hayakuwa sahihi, wameweka wa matumaini yao kwamba safari hii wanaweza waka, wakafanikiwa kuweza kuibuka washindi katika maeneo yao, kwa sababu bado wana ushawishi na wanakubalika. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo tunaweza tukasema kwamba chama cha ACT Wazalendo kama miongoni mwa vyama vya siasa vyenye usajili na ambavyo vimeonyesha dhahiri shahiri kwamba wanania ya kushiriki uchaguzi huu japokuwa wanasema wenyewe wazi kwamba bado taratibu zile za kiuchaguzi ziko ambazo zinahitaji kufanyiwa maboresho na marekebisho mm, mm. Lakini wao wanaona kwamba njia ambayo wana paswa kuitumia ni kuingia ndani ya uchaguzi kuushiriki, alafu waweze kufanya mabadiliko wakiwa ndani ya mchakato wenyewe wa uchaguzi ukiwa unaendelea, na matokeo yake yatakayokuja baada ya zoezi zima la uchaguzi. Kwa hiyo ni kweli, ni turufu ambayo wanahitaji, na wakati huu wanaihitaji zaidi, hasa katika mazingira ambayo chama chenye ushawishi mkubwa na chama kikuu cha upinzani e, nchini Tanzania ni kama kiko njia panda hivi, haijulikani kama wataingia ama hawataingia kwa hmm, sababu hivi karibuni tumeona wakati vyama vikisaini yale maadili ya uchaguzi. Hmm, e, chama jimza, cha, cha, cha, cha demokrasia na maendeleo Chadema hakikusaini, na hii inakiweka sasa njia panda na kunaanza tumeanza kusikia sasa kauli za mivutano ya kisheria kwamba kamishna wa tume ya uchaguzi ya, ya taifa ya uchaguzi alisema hmm, mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi kwamba usiposaini maadili na zile kanuni za, za, za uchaguzi na maana wewe mwenyewe unajiweka pembeni kwa ushiriki wa uchaguzi. Eh, sasa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nimesikia tena mwanasheria wao naye anazungumza, anasema lakini pia hakuna sheria ambayo ama maneno ya wazi yanayosema kwamba kutokusaini ile basi kuna kuondolea sifa, kwa bado mbundani mbundani kwa kama ni kama bado mm. na wenyewe wanafikiria aidha pengine mm. kutokana na maoni ya watu kwamba sasa mm. kwa kitendo hiki mlichokifanya yeah. kinaweza kikawaondosha moja kwa moja, na kwa kuondoka moja kwa moja maanake hata hiyo picha ama hiyo dhana ya kwa kwamba sasa hiki ni chama kikuu cha upinzani inaweza ikawa kwa hiyo ndio maana unaweza ukaona vyama vingine vinaweza vikapiga jaramba na ni haki hmm. yao kikatiba na kisheria kwa, kwa kuweza kuchukua nafasi hiyo ambayo itakuwa. Uh, kwa ufupi sana, unadhani kwa hali ya mambo ilivyo, kuna watu safari hii wakikosa nafasi za kugombea, wanaweza wakajiondoa ndani ya chama cha Mapinduzi? Uh, bila shaka, ninachokiona ndani ya chama cha Mapinduzi, hasa ukiangalia katika ile bunge linaloendelea, kuna hoja zinaibuliwa na wakati mwingine hadi spika analazimika kutolea maelezo na, na, na, na, na miongozo kwa hmm. sababu gani zinaashiria kabisa kwamba kuna fukuto kubwa katika majimbo ya baadhi ya wabunge. E, siwezi kuwataja kwa majina, lakini ukifuatilia bunge la sasa linavyoendelea, namna uchangiaji unavyofanyika, unaona kabisa kuna hoja zinaibuliwa na minyukano fulani ambayo unaona kabisa kwamba hajatajwa mtu kweli, lakini huu ujumbe kuna mtu anapelekewa. O, okay. Kwao katika mazingira kama hayo, upo uwezekano, kwa sababu ni safari ya maisha ya kisiasa, wale ambao wanaweza wakaona kwamba wameshindwa kufanikiwa ku, ku, ku, kuendelea kukubalika na kupitishwa na vyama vyao na hususan Chama Cha Mapinduzi, wanaweza wakaona watafute na mahali pengine ambako wanaweza wakapatumia kama jukwaa la kisiasa kuendelea kutimiza malengo yao. Mm. maneno kwake Saidi Msonga, huyo mchambuzi wa maswala ya siasa, ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, tukiangazia mchakato wa mafukuto linaloendelea kwenye vyama vya siasa kigusa kile ambacho kimefanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi, CCM, kusogeza ule muda, mchakato wa mchakato wa uchukuaji wa fomu kutoka tarehe mosi Mei mpaka tarehe 15 na sasa itakuwa ni Juni 28 na mpaka Julai 2. Lakini pia tumeangalia hatua ya ACT Wazalendo kusema kwamba wao hawatoweka mpira kwa, kwa pani, na badala yake watashiriki uchaguzi na wakifungua milango kwa wale wengine ambao wanaonekana walipo basi mambo ni magumu, anawambia njoeni ili tuwape hiyo nafasi ya kuweza kushiriki katika uchaguzi huo. Lakini kutoka kule chake chake Pemba tuliungana pia na Juma Ali Khatibu, huyu ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa, lakini kutokana na mawasiliano kutokuwa mazuri sana, tumeshindwa kurejea tena chake chake Pemba, lakini alieleza msimamo wake na kuvisii vyama kuhakikisha kwamba vinafuata taratibu za katiba ili waweze kujitokeza eh, kuwania nafasi mbalimbali na kushiriki uchaguzi. Na mwenye anasema chama chake cha ada Tadea kitashiriki katika uchaguzi na yeye pia atachukua fomu ya kuwania urais. Ni kushukuru sana Msonga, asante. Nashukuru pia nam. Na kwa nukta indo nafikia tamati ya uchanganuzi. Mi naitwa Nordin Selemani, kutakie usiku mwema na kila la heri kwako.